Najua wananchi wa Kakonko na Kibondo ni wakulima, na mara nyingi katika miaka mingi tangu tupate uhuru wakulima wamekuwa wakipata shida, na asilimia themanini ya watanzania ni wakulima. Katika mazao yao wamekuwa wakilima mazao yao, panakuwa na maushuru ya ovyo ovyo. Ukipeleka kagunia kamoja ka maharage, lazima utoe ushuru. Ukipeleka tumikungu tutatu twandizi ushuru. Nasema uongo , ndugu zangu? Tumeamua kuanzia mwaka huu, kuanzia tarehe moja mwezi wa saba, na leo ni tarehe ishirini na moja. Ukiwa umebeba mzigo wako, magunia yako ya maharage hutatozwa ushuru, si kwa kagunia tu, bali mpaka tani moja ya gari. Kwa hiyo ukiwa na mzigo tani moja, safirisha hapa mpaka hata Kigoma, hakuna atakaye kusimamisha. Ukisimamishwa na mtu yoyote anakudai ushuru, mwambie na wewe, nenda ukalime kwenye mbuga ile ambako nililima mimi maharage. Nataka wakulima mtengeneze maisha, mtajirike. Kwa hiyo ukiwa na maviazi vyako pakia, ukiwa na mihogo yako pakia, ukiwa na mananazi yako pakia, ukiwa na kabeji pakia, mpaka tani moja. Ukizidisha tani moja, pointi ile pointi ndio unaanza kuilipia. Ukipakia tani mbili au tani ishirini, hizo zingine ndio unaanza kulipia. Sasa na ninyi mkiwa wajanja pakia kwenye tani moja moja, asubuhi na jioni, mpaka usiku utakuwa umeshamaliza mizigo yako, ili kusudi Watanzania wakulima wafaidike na Tanzania yao. Tumeamua pia kufuta makodi mengine, pana makodi mengi ya ajabu ajabu kwenye mazao ya kahawa, tumbaku, ambayo yanafanya bei ya kahawa, tumbaku au bei ya pamba na korosho inashuka chini. Na mkulima ambaye anajituma kwa nguvu zake anatekeleza dhana ya hapa kazi tu anapata malipo kidogo. Makodi ya ovyo ovyo ya namna hiyo tumeyatoa, na hii ndiyo ilani ya chama changu kinachotawala ilichonielekeza kwamba nikatoe kero kwa wakulima na nisiwabague wakulima, awe mkulima wa CCM awe wa Chadema awe wa Kafu awe wa ICT awe hana chama awe dini yoyote awe kabila yoyote kodi hizi zote tumezitoa kwa hiyo katika kilimo tumefuta tozo 80 kwenye kilimo kwenye mifugo tumefuta tozo saba palikuwa na tozo mpaka za kwato ya ng'ombe au ya mbuzi ukipeleka kwenye mnada unalipia kwato sasa walitaka mbuzi wale tuwakate miguu wasiwe na kwato ndio tukawauze kwenye mnada, wangetembeaje? Lakini ni sheria za ovyoovyo tu ambazo hazijengi wala hazileti maendeleo. Tumeamua zile kuzitoa. Palikuwa na kodi pia kwenye uvuvi, nazo tumezitoa. Ninachowaomba ndugu zangu wakulima, tushikamane, tufanye kazi. Najua mkuu wa mkoa alizungumza hapa maswala ya chagura wengine mkaguna kidogo. Inawezekana mlifikiri rais anakuja chakula kuwaletea. Siwaletei chakula ng'o. Usipofanya kazi, tunafata hayo maandiko, na usile, na usipokula ufe. Maneno haya hamwezi mkayapenda, lazima niwaambie ukweli. Nisipowaambia ukweli, sijawasaidia ni sija. Lazima kila mtu mwenye uwezo wa kufanya kazi na afanye kazi. Jukumu la serikali ni kushughulikia masuala ya muhimu ikiwa ni pamoja na miundombinu. Hapa zamani hapakuwa na umeme, leo ninaona nguzo za umeme zinapita na umeme umeshaanza kusambaa, na katika awamu ya tatu ya REA tutapeleka mpaka vijijini. Na swala la umeme limeifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi chache katika Afrika ambazo zimetoa umeme kwa asilimia kubwa kwa wananchi wake. Kuna nchi zimetoa umeme kwa wananchi wake kwa asilimia mbili. Tanzania tuko kwenye asilimia arobaini na tisa ni tofauti mno na nchi nyingine. Lakini kwa sababu sote tuko hapa, tunayaona haya manguzo yanajengwa, inawezekana mwingine anaweza akaona tu yanajireta. Unaweza ukafikiri labda mtu mwingine akaja akasema mimi mmenichagua, mmeona mmepata na umeme, kumbe ni mipango ya Chama cha Mapinduzi ya siku nyingi na ninajua nisingekuja leo kuweka hili barabara lami, wangesema barabara nimewaletea mimi, lakini hayo ni, ni siasa. Muweka barabara mleta maji mleta umeme ni serikali iliyoko madarakani, na serikali iliyoko madarakani kwa sasa hivi inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Lakini serikali hii inawatumikia Watanzania wote bila kuwabagua, na ndiyo maana kwa heshima kubwa nilimuomba mbunge wa hapa, pamoja na kwamba ni wa chama kingine, aje asalimu wananchi wake. Na ndiyo maana amekuja, akazungumza naye, akachomekea maji. Angekuwa na uwezo wa kuyatafuta maji huko yanapotafuta, asingeniomba tena mimi wa CCM. Marebaho! <laughs> Kibondoe Tanzania oyee! Maendeleo oyee! Napenda nichukue hii nafasi kuwapongeza sana vijana wa JKT kwa nyimbo nzuri, zimenikumbusha wakati nikiwa JKT operation nguvu kazi. Lakini nawapokea, nawashukuru sana waimbaji. Wananchi wa hapa Kigoma wana sanaa wazuri. Nawapongeza sana wananchi wa Kibondo kwa mshikamano mzuri mnauweka wa kutengeneza amani ya nchi yetu. Tushikamane ndugu zangu, katika kuleta maendeleo ya Tanzania yote. Mimi pamoja na serikali ninayoiongoza, nataka kuwathibitishia, niko kwa ajili ya wananchi wote. Tunajitahidi hizi kero ndogo ndogo, watumishi hewa, wafanyakazi hewa na kadhalika tunashughulika nazo na ndiyo maana siku zote nimekuwa nikiwaomba ndugu zangu muendelee kutuombea ili tuitengeneze Tanzania mahali pema. Tanzania hii ni tajiri, lakini tumechezewa mno, tumechezewa sana. Mimi niko serikalini, na mimi ndiye ninajua siri za serikalini. Tumechezewa sana kwa kuibiwa sana mali zetu Kwenye dhahabu huku tumeibiwa mno. Ukiyajua yale yaliyokuwa yanafanyika kule, unaweza ukalia, unaweza ukatamani kwamba usiishi. Mtu anachimba, anapokea, anapeleka, na anashirikiana na watu baadhi ya watu tuliowaamini kwenda kuisimamia hiyo. Anasema hapa tunasafirisha mchanga, na Watanzania wote tunaamini tunasafirisha mchanga Mbona hawajaja Kibondo kuchukua mchanga wa hapa? Mbona na penyewe tunao? <laughs> Lakini tunaamini wanaupeleka kwenye makonteina, wanapeleka Ulaya na wakishaenda kusafisha kule, ule mchanga uliobaki wala haurudishwi. Ulikuwa ni utapeli wa ajabu, na ni aibu kubwa kuona utapeli huu unafanywa na watu ambao ni wakubwa. Ni dhambi kubwa na ni dharau kubwa kwa taifa la masikini kama Tanzania, wananchi wake wanakosa madawa, wanakufa, wanakosa maji, wanakosa barabara, watu wanakufa kwa kipindupindu, wanakosa elimu bora, wanakosa umeme. Mali tuliyopewa na Mwenyezi Mungu inakuja kusombwa na watu bila kujali utu wa Watanzania. Ndio maana niliwaambia ndugu zangu, mimi nimezaliwa nimezaliwa kwa ajili ya Watanzania. Kama kuna baya lolote linanitokea, linitokee kwa ajili ya Watanzania, lakini nitasimamia haki siku zote katika maisha yangu. Na niliwaambia, nimeanzisha vita hii ya kiuchumi. Vita ya kiuchumi ni mbaya sana, ni mbaya. Wakubwa wale huwa hawafurahi. Kuna viongozi wengi tu, mliona yaliyowapata ni kwa sababu nchi zao zilikuwa na mali lakini wale wakubwa wakataka kuchezea hizo mali kwa manufaa yao na si kwa manufaa ya wananchi wa pale. Walitumia mbinu nyingi za kila aina, lakini nataka niwaambie ndugu zangu, Mungu wangu ni mwema na watanzania wangu ni mwema, kwa sababu watasimama kwa ajili ya kuliombea taifa hili. Ninayoyasema ninayajua. Ni matrioni ya fedha ambayo yameibiwa. Na kwa sasa hivi tumewaita waje wafanye ma, mazungumzo. Wamekubali. Lakini wakichelewa chelewa nitafunga migodi yote. Ni mara ya kumi migodi hii tukaigawanye Watanzania. Wachimbe wao wanauza, tunapata kodi. Kuliko kuchimbwa na watu wanaojiita wawekezaji, halafu hawalipi wa kodi na wanatupa zuru makubwa. Walikuwa wanazungumza mle wanachimba madhahabu madini machache tu matatu, tumegundua mle kuna madini